Akikabizi pawatila hizo kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi mkua mkua wa halmashauri za mkoa wa Singida. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego anatoa maelekezo ya serikali kwa wakurugenzi. Vifaa hivi ambavyo tunakabidhi leo, ndani ya muda mfupi na msimu wenyewe kama tulivyouona tayari, mtaenda kuweka miongozo vizuri, mtaenda kuandaa vituo ambavyo viko tayari viende vikatumike. sitegemei Nipite kwenye halmashauri nikakuta tena mmeviweka ngazi ya halmashauri. Mimi naamini kabisa maafisa ugani wako tayari, na yule aliyekuwa tayari zaidi mpelekeeni yeye, ili akawe mfano kwa wenzie, ili wasome wajue, maana ya kuanzisha kituo kazi cha kata maana yake ni nini? Kwa upande wake katibu utawala wa mkoa wa Singida Daktari Fatuma Mganga anasema mkoa wa Singida unategemea kilimo, huku katibu utawala msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji Stanislaus Chowaji anataja idadi ya pawatila zinazogawiwa kwenye kata. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunafahamu sisi mkoa wetu tunategemea zaidi kilimo, na kilimo ili kiweze kufanikiwa ni zana za kilimo pamoja na mbegu bora. Sasa mheshimiwa Raisi ameshajipambanua na kama alivyokuwa ameahidi, sisi Singida tunashuhudia leo tunaanza kupata zana za kilimo, kabidhi pawatila 34 kwa kurugenzi wa halmashauri tano halmashauri ya wilaya Kungi imepata pawatila kumi na tano Mkalama wamepata kumi na mbili Singida DC wamepata pawatila tatu, Mkalama na Iramba wao wamepata pawatila mbili mbili na hii ni kwa awamu ya kwanza. Nao baadhi ya wakulima waliokuwa wakishuhudia kugawiwa pawatila hizo walikuwa na haya ya kusema. E, jitihada ambazo zinafanywa na, na, na, na, na ofisi ya mkuu wa mkoa e, pamoja na maafisa wa kilimo zinaenda kuchangia moja kwa moja kwenye uzalishaji mkubwa na hasa e, zinaambatana jitihada ambazo zilishatangulia za za uelimishaji wa mbegu bora na maeneo na upimaji wa udongo ambao ulikuwa unafanyika katika maeneo yetu. Makabidhiano hayo yamefanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa Singida na kuhudhuriwa na wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri maafisa kilimo kutoka mkoa na halmashauri zake wakiwepo pia wakulima kutoka hapa katika makabiziano ya matrekta haya madogo yanayojulikana kama power tiller hapa katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Singida. Ni mimi Sante Mkumbo wa ITV na radio wa. <laughs>